Ndugu Ana Mringi Macha, nimekutoa uh, Shinyanga, nimekupeleka Simiu. Uh, umefanya vizuri Shinyanga na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga. Sasa nenda kamsikilize Kenani uh, alivyojipanga, nawe anza safari pale Simiu. Sipa zito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema vile vile tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano watano wanne wanne watano, pamoja na kamanda Siro. Watano na wanne kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kuna watu wanadai kwamba wazo langu la wakuu wa mikoa kuchaguliwa ndani ya mikoa yao na kupigania maendeleo ya mikoa yao itaamsha masuala ya ukabila. Najua duniani tunatofautiana uelewa, kuna wengine wana uelewa mdogo, kuna wengine ya ndivyo, kuna wengine wana uelewa mdogo, na kuna wengine wana wanawaki... akili ndogo, inabidi tuwasaidie kwanza kabisa. Nilitoa mfano nikasema hivi, wazungu wameshatuletea vyama vya siasa ambavyo is good idea, tunaweza tukavitumia vizuri tu kwa sababu mkuu wa mkoa hawezi kuchaguliwa katika muktadha wa ukabila. Mkuu wa mkoa atachaguliwa katika muktadha wa chama cha siasa. Vyama vya siasa tunaenda navyo kama vilivyo, CCM Chauma, Chadema, ACT Wazalendo, tunaenda navyo vilivyo, lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam hachaguliwi na raisi, anachaguliwa na wana CCM wa Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Mbeya anachaguliwa na wana CCM wa Mbeya au wanachadema wa Mbeya au wanachauma wa Mbeya. Unajua kuna watu wengine wa, sijui hamkunielewa labda sikudadavua vizuri. Alafu kingine swala la ukabila ndugu zangu, ni. Hivi unaozungumzia swala la ukabila katika nchi ya Tanzania utakuwa una akili ndogo sana. Yaani wewe unayowaza ukabila, hebu hama Tanzania. Nitakupa mfano mzuri. Mimi nimezaliwa nimekulia Kilimanjaro na elimu yangu yote nimeipata Kilimanjaro. Sasa hivi naishi Dar es Salaam, natafuta pesa Dar es Salaam. Ela yangu naizungusha Dar es Salaam. Hakuna kitu chochote watu wa Moshi wanafaidi wakati wao ndo wamenilelea wamenipa elimu ya kutafuta pesa, lakini they are gone. Wana faida wana faida, wanafaidika sifuri kabisa. Wachaga hawana faida na mimi, lakini wazalama wana faida na mimi kwa sababu pesa yangu yote naitumia Dar es Salaam. Kwa hiyo nimeongeza mzunguko wa pesa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo wewe unayowaza ukabila, itakuwa wewe spin wa karne gani? Wewe itakuwa yani, anyway, wewe, did you go to school? Ulienda shule kweli? Wewe unayowaza ukabila dunia ya leo yani, ingekuwa tunawaza masuala ya ukabila saa hizi muda niliopoteza Dar es Salaam ningekuta nishaondoka, nimerudi Moshi, lakini this is Tanzania. Niko Dar es Salaam ni Tanzania. Napata, tafuta pesa Dar es Salaam natumia Dar es Salaam, faida kwa nchi. Hata nikitaka maswala ya uongozi, nikitaka naijua Dar es Salaam, sijui chochote kinachoendelea Moshi yani, nikitaka maswala ya uongozi mimi nataka nitafute maswala ya uongozi nikiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam sio Moshi. Sijui changamoto za watu wa Moshi na miaka kibao sijawahi kwenda Moshi. Kwa hiyo huyu mtu anayewaza maswala ya ukabila una ni watu wangapi wanatokaga Dar es Salaam wanarudi kwenye mikoa yao kwenda kudanganya watu wawawakilishwe katika masuala ya uongozi, alafu wanawaharibia maisha? Hichi ndo kitu mimi nakikemea. Kiongozi wa jamii atoke kwenye jamii anayoishi nayo. Kuna wajinga wajinga sasa hivi wameshaanza kufunga safari, wanakwenda mikoani eti ku kuomba swala la uwakilishi wa ubunge. Huu ndio upumbavu, si utaki hawa tu maarufu maarufu akina Zelenski Zelenski. Kuna watu maarufu ishaanza kuona list ya watu maarufu wanataka sijui ubunge. Hichi ndicho kitu ninachokikemea, hawana uchungu wa madhila watu wanayowapitia. Kwa hiyo ishu ya mkuu wa mkoa kuchaguliwa ndani ya mkoa wake ni ishu ya kisiasa. Tunabeba hivi vyama vya siasa ambao wazungu walituletea. Wazungu si wanaakili kuliko sisi, na sisi tumeshaona tunaakili kuliko wao, tutavitumia hivi hivi vyama vya, vya, vya siasa. Yaani lengo ni kudisconnect central government na hizi local government ili kuspeed up maendeleo Yani, unajua kuna issue ambayo local government haiwezi kufanya mpaka iconsult central government. Yaani, mfumo wa kiongozi tulionao bado mkoloni ndo anatu kontrol sisi, yaani wachache sana mwelewe kinachofanyika yaani, ikitaka kuinunua nchi sasa hivi namkamata rais tu first, na, na, napewa sehemu yoyote, na tafuta limdhamini langu huko Marekani li Black Rock linanipa li li dola laki tano dola milioni nanunua sehemu ya nchi nafanya mambo yangu wachache ham wengi wenu hamjui dunia inavyoendeshwa. Najaribu kuwadadavulia dunia inavyoendeshwa, amnielewe. Mfumo tulionao wa kiutawala ni rahisi kuinunua nchi na kufanya jambo lolote baya pasipo faida ya nchi, na ndio mchezo unaochezeka sasa hivi. Ninachokiongea mimi mabepari hawawezi kukipenda kwa sababu kazi ya bepari ni kumkamata mkubwa wa nchi na kuuziwa sehemu ya nchi pasipo kujali maslahi ya wale wanaoishi pale. Kwa hiyo wazo la mkuu wa mkoa kuchaguliwa ndani ya mkoa haliwezi kuleta ukabila hata kidogo. Wewe unayewaza ukabila bado, you never been school. Wewe bado unaishi labda Kenya, akili yako bado iko labda Kenya. Kenya huko huko ndio kuna ukabila. Tanzania ukabila hakuna, unaweza ukaishi popote na ukawa mwakilishi wa popote. Mimi mwenyewe naweza nikagombea hata ukuu wa mkoa wa Dar es Salaam, sio Moshi. Mi sijui changamoto za Moshi, ila changamoto za Dar es Salaam nazijua, na ni nyepesi kutatua, kama serikali kuu itajitenga na serikali ya Dar es Salaam. Serikali ya Dar es Salaam ina rasilimali nyingi sana za kusaidia watu wa Dar es Salaam waishi maisha smooth, ila kwa sababu serikali ya Dar es Salaam imeshaingizwa kwenye serikali kuu, watu wanakusanya pesa kwenye jiji la Dar es Salaam, wanaenda kutembea Ulaya huko kupari like hawajali raia wa Dar es Salaam. Lakini ukipunguza ukiitenganisha serikali ya Dar es Salaam na serikali kuu utaona mkoa wa Dar es Salaam, utakavyo utakavyokuwa na maendeleo. Kwa hiyo wazo langu mimi ni kiongozi anayewaongoza raia awe ana connection na raia wake. Usinitolee mkuu wa mkoa wa Mbeya aje Dar es Salaam. Usinitolee mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aende Kagera. It does not make any sense. Na huu upumbavu ndo unaoingia kwenye ubunge, yani kwa mfano mimi nitengeneze ni umaarufu wangu hapa Dar es Salaam kekekeke, niende Moshi nikawatie kamba watu wa Moshi tu wanichague mimi, huyo mbunge wao aingia kilini, nishaanza kuona na ubunge. Ndio ujinga kama huo yani, my idea is kiongozi wa jamii atoke kwenye jamii husika sio mtu anakaa mbezi bichi madare anaenda kugombea ubunge wa Mbagala. Yani watu wa Mbagala wote hawana mbu? Hawezi kuchagua mtu wa kuwakilisha bunge? Mtu anatoka Dar es Salaam anaenda Moshi akawadanganya watu wa Moshi wamchague wa awe mbunge, hivi mnanielewa? Yani lengo langu mimi, kiongozi wa jamii atoke kwenye jamii anayoishi nayo. Mkuu wa mkoa akichaguliwa ndani ya mkoa wake anaweza ku speed up maendeleo vizuri zaidi kuliko kuchaguliwa na rais ambaye haileti maendeleo hata kidogo. Kazi yake ni kumwaza rais na kumfurahisha rais, hawazi kuwafurahisha wananchi, hawazi matatizo ya wananchi, anawaza kumfurahisha rais. Kwa hiyo unayewaza ukabila, you have a little common sense, akili yako ni ndogo sana wewe. Kwa hiyo ukabila umesha kufa siku nyingi, na kama wewe bado unaishi na ukabila kwenye nafsi yako, sijui unafanya nini Tanzania, kwani usihame Tanzania? Yaani huyu anayewaza huyu anayetoa kauli ya ukabila ni nani? ingekuwa Tanzania na ukabila ungeona watu wa Singida wanaandamana mama Samia amtoe Tundulisu gerezani huu ujinga huko Kenya Rigiji anaichafua Kenya yote imewaka moto uhalifu huko juu juu lakini Rigiji agusu umeona lakini Mboya amepelekwa na Samia gerezani umesikia wachaga wameandamana kama nchi ingekuwa na ukabila Tundulisu Samia akampeleka gerezani umesikia watu wa Singida wameandamana so mtu anayewaza ukabila an... yani an... unaishi karne gani wewe unaishi nchi ya Tanzania kweli wewe utakuwa wewe ndio mkabila namba moja. Mabadiliko ni lazima yaje, tupunguze madaraka ya rais. Au wewe bado unataka? Au wewe ni chao wa rais, ni unawaza na wewe uweke kwenye mkeka, sijui mkuu wa mkoa, sijui mkuu wa wilaya. Kwetu sisi Tanzania, ukabila wameshakufa kufa siku nyingi sana. Wazo langu ni kiongozi anayewaongoza raia, anayewawakilisha raia atoke kwenye jamii husika, sio mtu anatoka sijui London anakuja anakuja kugombea ubunge au anakuja anapewa ukuu wa mkoa kwa sababu ukuu wa mkoa si chao rais. Mtu sijui anatoka wapi huko, mtu anaki platform chake sijui ki Instagram chake sijui, ni DJ sijui, ni anaonekana anaonekana kwenye makamera kamera mda kila siku, basi tu ndo anaweza kama mkuu wa mkoa au mbunge. Wish must stop this nonsense, lazima tu tu tuue hii kitu. Angalia hivyo vi- vi watu maarufu wenu mnavyowaonaaga kwenye Instagram yao sijui sijui nini, nishaanza kuona ujinga ujinga. Hakikisha hmm? kama yeye ni mkazi wa Mbagala mbunge wako anatoka Mbagala kweli? Si mtu ana, alikuwa sijui wapi huko, na kisa umaarufu tu mnataka mumpe ubunge, sijui mkuu wa mkoa. Kwa hiyo wazo langu lilikuwa ni kiongozi wako wewe uwe unamjua na mnaishi naye, mna interact naye, sio ametoka sijui sayari gani, anakuja kukua kiongozi wako, hayajui matatizo yako, atakwenda New York akapiga picha kule Times Square afa kwambie mimi, unajua mimi nilikuwa Times Square Satu, Times Square na na, na na na na na na uongozi wapi na wapi? Tunahitaji mtu ambaye anajua masika tunapitia shida gani, tunahitaji mtu ambaye anajua kiangazi tunapitia shida gani eh? Wao wanatuletea watu kutoka sayari gani? I, I, they don't feel up. Hey. Kwa hiyo wewe unayekuwa unaogopa kwamba tukirudi kwamba mkuu wa mkoa anachaguliwa ina speed hapo kabila kwa style gani, siku hizi hatuzungumzi makabila, tunazungumzia CCM, siku hizi tunazungumzia Chadema, tunazungumzia Chauma yaani vyama vya siasa mbona vilikuja kutusaidia vizuri tu. Yaani, vyama vya siasa vindo vimeua, sijui ushasikia watu wanasema sijui mwaya Mchaga sijui Mzaramo, Mpemba no. Unapotaja CCM usha uo kuchaga, unapotaja Chadema, unapotaja taja Chauma. Ukabila umeuawa na multipartyism, lakini sasa hii multipartyism ya wazungu inabidi tuirekebishe iwe kwa kwa faida yetu kwa hiyo we mpumbavu ambaye una, unahisi kwamba tukirudi mkuu wa mkoa akichaguliwa na raia wake wa mkoa wake kutakuwa na swala la ukabila, utakuwa yani. Nikikuita mpumbavu sijui kama nakosea au nikikuita mjinga, sababu mpumbavu ni mtu asielimika, maybe ulienda shule ukuelimika. Lakini kama ni mjinga utaelimika nilichokisema, kwa sababu mkuu wa mkoa anachaguliwa katika muktadha wa chama cha siasa so anachaguliwa katika muktadha wa ukabila. Mimi sijui. Wewe, wewe mpumbavu gani wewe, unawaza ukabila nchi hii Tanzania? Wewe wapi wewe, kwanza wewe ukabila? Nyerere we, we, we, we, alimaliza siku nyingi kabisa, na waliomsumbua akili Nyerere ilikuwa ni wahaya na wachaga tu, hayo ndio makabila aliyomsumbua Nyerere, na sifa ya ma, ma, ma, makabila yalikaa na wazungu sana kwa sababu ukabila un, un, un, unachochewa na wazungu, kwa sababu wazungu wanajua wakitutengenezea disorganize, ndio wanatunyonya vizuri unayewaza ukabila maybe unatumika, au maybe unahisi kwamba tukijiswitch kwenye huu mfumo, kama wewe ni chawa wa rais, mnavyotegemeaga hizo sijui mkeka wa mama, sijui nini, you know, do stupid stuff, ndio unahisi kwamba utakosa hizo post. We must switch to this system, na hii inatakiwa iwe ni iwe official kwenye katiba kwamba kiongozi wa raia ni lazima atoke katika raia husika. Yaani, hii kwenye mchakato wa katiba mpya lazima hii tuiweke kabisa kwamba kama ni mtu anagombea ubunge atoke a, awe anaishi na watu wake ambao anataka kuwawakilisha, ya lazima iwe clear kabisa. Mimi nataka ubunge, inabidi nigombee ubunge kwa tiki, nikiwa Ilala. Mimi naishi Ilala, sio nitoke Ilala niende Uchagani nikawadanganywa Wachaga kisa eti mimi Mchaga. Hatutaki huo ujinga. It should be stated in uh, our constitution. Kiongozi wa jamii lazima atokee kwa jamii husika, ili awe anayafeel yale matatizo ya wale watu. Usitoke sehemu moja kwenda kuharubuni watu, kisa una uhusiano sijui wa damu. No, pale unapoishi ish unapatia riziki yako, ndipo kwako. Kwa hiyo unamjua matatizo ya sehemu husika, unaweza ukawakilisha wale watu na ukawapigania maendeleo yao. This should be in constitution. Kwa hiyo issue ya kiongozi wa jamii anachaguliwa katika muktadha wa umaarufu Tuanze kuikemea kwa sa, kwanzia sasa hivi kwa sababu nimeshaanza kuona hivi watu maarufu hivi wanaanza kuhamahama, au naenda jimbo fulani, naenda jimbo fulani, kisa ana- ana Instagram ana followers milioni moja sijui au kila siku akiwa anaongea na waandishi wa habari anawekewa maiki kumi, ishirini. Basi anajiona ah, uh, huu uh, maarufu huu, nikienda kwenye ubunge good to go. Na hili swala la watu kukimbilia ubunge kwa sababu ni hela nyepesi, wewe unakaa kazi yako kugonga gonga meza hizo za huko bungeni, hela inaingia, usinzie usisinzie, uongee usiongee, hela inaingia. Ishu ya bunge ni inabidi tuirekebishe tu, tu, pia na mshahara wa wabunge ujulikane wazi kwa sababu what do they do? kwa nini watu hawawazi kukimbilia kwenye ualimu wakafundishe watu? Yaani kila mtu anaona ubunge ndio kazi nyepesi hii, na Harmonize anataka ubunge sijui aa kina DJ gani wasemaji wao wanataka ubunge? Kwa nini watu hawawazi ku -ku kusomea ualimu wafundishe watu, kwa sababu ubunge ni kazi nyepesi? Hamna kazi nyepesi duniani kama ubunge, alafu na na inalipa sana ina, ina mshahara mkubwa lakini angalia mwalimu ambaye anakuwa na watoto sijui hamsini sitini darasani awainject akili mpaka wawe kama mimi nilivyo. Ubunge ni wakurekebisha, lazima tuwe tuna katiba ije state wazi kwamba sifa za mtu ambaye anatakiwa kuwa mbunge awe mtu aina gani na awe amesomea masomo gani. Haya masomo ya arts haya kutoa wabunge a little bit problem. Kuna mtu aliniambia kwamba sifa ya kiongozi ndani ya China lazima uwe una elimu ya engineering, yaani uwe umesomea masuala ya engineering, kwa sababu sifa za sifa kubwa ya mtu ambaye amesomea engineering ni creative kwa kwenye suala la matatizo anakuwa ni ni mwepesi wa kutafuta suluhisho la matatizo katika jamii, kwa sababu sifa engineer ni kuja na suluhisho la matatizo ya jamii. Kwa hiyo lazima kwenye katiba tuwe tuna state wazi uongozi fulani atakuwa mtu amesomea masomo fulani. Eh, sasa hivi, ubunge kila mtu yani, hata mimi kumbe, naweza nikaunganisha nika kamba zangu nikaenda. Oh, it's not not easy easy like that. Should, should not be easy like should be kwa hiyo nadhani imekuwa clear kwenye ishu yangu ya mkuu wa mkoa kuchaguliwa na raia wake wa sehemu yake ni wat, ili achaguliwe mtu mwenye connection na wale watu anaoongoza. Kwa hiyo nyie mnataka kila siku rais atuokotea hao sijui waigizaji sijui watangazaji sijui yani watu ambao hawana hata sifa ya kuwa viongozi, lakini kwa sababu wana umaarufu basi rais anatuletea tu, they know nothing. Kwa sababu hawa, ushajiuliza kwanini rais anapenda kuchagua watu ambao ni dhaifu sana ili kuwa chawa wake kwa sababu kwanza rais hataki mtu akumsumbua kumchallenge, cha kwanza hicho, ndio maana anapenda kuchagua wale chao ambao watakuwa ni yes yes. Kumbuka rais bado ana ile kofia ya gavana wa Kiingereza ambayo alipewa na gavana wa Kiingereza tulivyopata uhuru, maana gavana wa Kiingereza alitengeneza machao ambao watakuwa ni yes yes kwake, kumsaidia kulinyonya taifa la Tanzania. Sasa tunatokaji kwenye ile ule mfumo wa gavana wa Kiingereza kuwa na machao ambao ni yes yes yes, ili aendelee kulinyonya taifa la Tanzania ni kurekebisha kupunguza madaraka ya rais. Unayapunguzaje? Kila mkoa uchague kiongozi wake wa kupigania ma maendeleo yake. Taifa bado litakuwa salama kwa sababu bado central government inahusikana na usalama wa nchi. Central government inahusika na polisi na na, na security ya nchi. Kazi ya hawa viongozi ambao wanachaguliwa na raia wa sehemu husika ni kuangalia ile maendeleo necessary ya ya, ya raia sehemu fulani, wazalishe chakula cha kutosha masuala ya elimu, masuala ya elimu. Yaani, kuna vitu viwili katika swala la maendeleo duniani: raia wawe na chakula cha kutosha, raia wawe na elimu bora. Basi hivyo ndivyo vitu ambavyo wakuu wa mikoa wanaochaguliwa na raia wao watakuwa wanapigania, nothing else. Ukishakuwa na mfumo bora wa elimu na chakula cha kutosha unakuwa kama Iran unatengeneza mabalistiki tu, mtu hawezi kukutishia tena. Kwa hiyo unayenipinga mimi kusema kwamba mkuu wa mkoa achaguliwe na raia wa mkoa wake katika muktadha wa vyama vya siasa, itakuwa wewe ni mpumbavu na hutaki maendeleo. Hakunaga maendeleo pasipo mabadiliko, ujue kwanza hicho kitu. Dunia iko kwenye ma AI sasa hivi, kama unafikiria unasubiria una ukanunua uka, uka, uka gazeti la Nipashi, nadhani uko kwenye hiyo kitu. Kwa hiyo ukabila alimaliza Nyerere kwa gharama kubwa sana. Ukabila umesha kufa Tanzania, ukabila uko Kenya huko. Kwa hiyo kama unahisi ukabila, hamia Kenya. Wa Tanzania tuelimike, tusio wasomi.